Ushuru uliotangazwa na rais wa Marekani Donald Trump rasmi sasa umeanza kutekelezwa. Hii ni Nje ya Box TV update. Langu jina ni Christina Mbaruku. Rais wa Marekani Donald Trump ameongeza rasmi ushuru wa asilimia ishirini na tano kwenye bidhaa zote za chuma na aluminium zinazoingizwa nchini humo. Ameahidi kuwa kodi hizo zitasaidia kutengeneza nafasi za ajira Kwenye viwanda vya Marekani katika wakati ambao vitisho vya ushuru vinaathiri masoko ya hisa na kuongeza hofu ya mdororo wa kiuchumi. Rais huyo emi papkan alitangaza pia ushuru tofauti na wa Canada, Mexico na China na aina mipango ya pia kuweka ushuru kwenye bidhaa zinazotoka umoja wa Ulaya Brazili na Korea Kusini kuanzia Aprili mbili. Umoja wa Ulaya umetangaza leo hatua ya kulipiza kisasi ya kibiashara kwa kuweka mfululizo wa ushuru kwenye bidhaa za viwanda na kilimo cha Marekani. Rais wa halmashauri kuu ya Ulaya, Ursula von der Leyen amesema, kwa sababu Marekani imetangaza ushuru wa thamani ya dola bilioni ishirini na nane umoja wa Ulaya nao unajibu kwa kuweka ushuru wa kulipiza kwa dola bilioni ishirini na nane. Hatua hizo za umoja wa ulaya zinaathiri sio tu bidhaa za chuma na aluminium, lakini pia nguo, vifaa vya nyumbani na bidhaa za kilimo na zitaanza kutekelezwa Aprili mosi. Hii ni Nje ya Box TV update, langu jina ni Christina Mbalo. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare iliyo kwanza kupata notification tunapoacha update mbali mbalimbali.